Mimi, na yeye, napereka nasindikiza. Nimekujua hii sauti, si nimejua Alex Barasa Muluya kutoka Bungomo ndaka ni... Ah, oh, nilikuwa nimekuja kusalimia. Salamu? Eh. Salamu saa hii wakati napika iyo? oh, siku ulisema nini, umekuja ati kurevise ah, ukakaa mpaka saa ngapi? Mpaka nikapika ndio, katoka na ukakula na naukuna kitu revise. Iyo ah, siku ingine ukasema umekujia notes. Notes ulichukua. Tulikula tunakenda bila. Ah, salamu zenyu Waluya hatutaki. Waluya mnajifanya mnakuja salamu, kumbe mmekuja kukula ndo mwende bana. Pia mimi ni komredi mwenzako. Kama huna wazazi rudi huko, hata nini, hatunataka kukula ni kukaa. Ah, toka, hauna auna wazazi rudi hukoaun <laughs>